Ah, ndugu mtazamaji. Karibu tena katika wasaa mwingine katika chaneli yako pendwa Itambue Sheria TV. Uko nawe Pastori Anthony Obiero. Kwa kupata taarifa mbali mbalimbali na midahalo mbalimbali ya kisheria, usisahau ku like, subscribe na comment katika chaneli yako pendwa. Kwa siku ya leo, mada ya mezani tutaenda kuangalia haki ya kupiga kura iliyobainishwa katika katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, faida zake na athari za kutokupiga kura katika jamii kwa ujumla. Kwa kwanza, haki ya kupiga kura katika katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 kama inavyofanyiwa marekebisho mara kwa mara, haki ya kupiga kura imebainishwa katika ibara ya tano ibara ndogo ya kwanza na ibara ndogo ya pili imeweka bayana vigezo vya mtu kuwa na sifa stahiki za kupiga kura. Uh, kigezo cha kwanza ili uweze kupiga kura uo umetimiza miaka 18, imewekwa bana katika ibara tano na katiba ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini inapaswa uwe Mtanzania, usiwe unashtakiwa na kosa la jinai, lakini uwe na akili timamu. Kwa maana hiyo kama una hivyo vigezo vyote, ni haki yako, ni wajibu wako kwenda kujiandikisha kwa ajili ya kupiga kura, kwa sababu vigezo umetimiza. Lakini faida za kupiga kura, kwanza, unatimiza haki yako ya kikatiba. Lakini ya pili, unachagua viongozi bora kwa ajili ya maendeleo ya taifa letu kwa ujumla. Lakini, cha tatu ilionesha ukomavu wa kujitoa katika maendeleo ya taifa lako. Sasa mara nyingi tunakuwa tunakuja kujilaumu kwa kutokupiga kura, tunapoenda tunapoenda kutazamia madhara ya kutokupiga kura. Dhara la kwanza ni kuanza kulaumu serikali, viongozi hawafanyi kazi, wakati muda wetu ndo sasa wa kujitoa. Lakini madhara mengine ni kupata viongozi wasiowajibika viongozi ambao ni mafisadi viongozi wanaojumu uchumi, wakati nafasi unayo sasa hivi ya kujua kiongozi yupi anafaa kiongozi yupi afai kutokana na sera ambazo ziwatazileta mbele yetu. Lakini madhara mengine ni ya utimizi wajibu wako kama Mtanzania katika kutumikia haki yako ya msingi ya kupiga kura. Hivyo basi wito wangu kwa jamii kwangu na kwako, tujitoe kama vijana, watu wa rika zote, tukapige kura. Wakati ndo sasa, kwa ajili ya maendeleo ya taifa letu kwa ujumla. Kwa kuendelea kupata taarifa mbalimbali na mafunzo mbalimbali mbali ya kisheria, usisahau kusubscribe channel yetu pendwa, Itambue Sheria TV. Ulikuwa uko nami, Pastori Anthony Piero. Asante, tukutana katika wasaa mwingine.